Vyakula vya kuepuka kwa mtu mwenye uvimbe kwenye kizazi. Kama unavyofahamu kwamba uvimbe unakuwa kwa mchango mkubwa hasa wa homoni mbili, hasa homoni ya estrogen na progesterone, japo homoni ya estrogen inaonekana kuwa ina mchango zaidi kupelekea uvimbe kuongezeka. Sasa kuna baadhi ya vyakula unavyokula vinaenda kuchochea hasa homoni ya estrogen kuzalishwa kwa wingi. Hivi vyakula ni lazima uviepuke ili kuepuka hasa uvimbe kuongezeka kwa kasi. baadhi vya vya vya ba vya vya ya vyakula hivi ni kama ifuatavyo: moja, vyakula vyenye sukari nyingi. Hapa nazungumzia soda, juisi za viwandani, keki pamoja na pipi. Ni vyakula ambavyo mtu anavyotumia vinaenda kupelekea kuzalisha kwa kiwango kikubwa cha ese, ambapo kiwango kikubwa cha eswe kinaenda kuple uzalishwaji kwa estrojeni ambapo kuzalisho kwa estrojeni kunapelekea uvimbe kukua kwa namna hiyo. Lakini vyakula vyenye wanga nyingi, vyakula vyenye wanga hapa nazungumzia mkate mweupe, lakini ngano ya kusindikwa pamoja na wali mweupe, vyakula ambavyo unavyotumia i na kupelekea kuzalisho kwa sukari ambayo sukari itapelekea uzito kupita kiasi na uzito kupita kiasi basi inaongeza hasa hatari ya uvimbe kukua kwa kasi pamoja na kuvurugika kwa homoni. Tatu. Nyama nyekundu lakini na nyama za kusindikwa. Nyama nyekundu hapa nazungumzia nyama ya ng'ombe yenye mafuta mengi, nyama ya nguruwe, soseji, nyama za kwenye makopo. Hizi vyakula ambavyo vina mafuta mengi, mafuta ambayo yanaja haya yanaenda kuathiri homoni zako, na vile vile yanaweza kupelekea uzito mkubwa. Kwa hiyo natakiwa kuviepuka, kuepusha hasa uvimbe kukua kwa kasi. Namba nne, pombe na vyakula vyenye kafei. Hapa kwenye pombe nazungumzia bia, nazungumzia vitu vyenye kafeni kama soda, nazungumzia energy pamoja na kahawa yenyewe. Unapotumia kwa wingi, ni kwamba vinaenda kuathiri homoni, kwa hiyo mwisho wa siku inaweza wasi ukapelekea vimbe kuongezeka kwa haraka zaidi. Lakini vyakula ambavyo ni bidhaa za maziwa aidha like, ni maziwa yenyewe maziwa yanachochea sana homoni ya estrogen ni kuzalishwa kwa wingi. Kwa hiyo maana yake unapotumia maziwa unatakiwa hasa um kidogo sana ai zauegue kabisa unapokuwa na ulini, lakini bidhaa za maziwa kama jibini pamoja na bidhaa ambazo zimezalishwa na maziwa, vitu vya kuhibuka kwa mtu ambaye ana changamoto hizi za kwa hiyo sasa unatakiwa ule vyakula kama nilivyokuonyesha hapo jana, kama mboga za majani, matunda, lakini kuna maji mengi, pamoja na mazoezi nayo nikasaidia kuboresha mwili wako. Unatakiwa wakati mwema, unaweza kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kujifunza masomo mengine Siku